Mamlaka za udhibiti na mashirika ya serikali imeandaa kongamano jijini Eldoret kutathmini utendakazi wa wafanyakazi serikalini. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgey amewataka wafanyakazi wa serikali kujituma na kuwafanyia Wakenya kazi ipasavyo bila uoga wala upendeleo. John Wanyama ana kina cha taarifa hiyo. Kongamano la mamlaka za udhibiti na mashirika ya serikali wanakongamana hapa katika chuo hiki cha Eldoret, ama ukipenda University of Eldoret, na limeanza leo hapa. Tumeweza kusikia wafanyikazi wa serikali wakipewa ari na kuambiwa kwamba watie bidii katika kazi zao. Kenya's regulatory landscape was marred by fragmentation, overlapping mandates and widespread capacity deficits.

Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano hili ambalo linafanyika kwa mara ya pili humu nchini, mkuu wa utumishi wa wafanyikazi wa umma Felix Kosgey amewaonya wafanyikazi wa serikali kwamba watie bidii na wahakikisha wanafanya kila juhudi kusaidia serikali na kupata yale ambayo wanataka kutimiza.

Kosgei amewapa moyo wafanyikazi wa serikali kwamba wasitishwe na yoyote kwani iwapo watakuwa wanafanya mambo yote kwa haki na kupigania Wakenya basi hawana lolote la kutishiwa na yeyote yule.

even if you have to go home, go home when your head is high. Basi, mtazamaji, tuko hapa ange na tutakuwa tunawapasha ni yapi yanayendelea kwa katika kongamano hili, kwani wafanyikazi wote wa serikali wako hapa na tutakuja kwenu kuwajuza zaidi yale ambayo yatakuwa yanajiri kutoka kwa kongamano hili. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.